Majina yanaitwa Mbegu Kasikasi, ni msajili wa Baraza la Ushindani. Leo hii tupo hapa halmashauri ya manispaa ya Moshi, mkoani Kilimanjaro, kwa ajili ya kuongea na wadau wetu kuhusu shughuli zetu na kurijia baraza lnguma pamoja na kueleza maswala mbalimbali yanayotekelezwa na baraza Naomba fursa hii kuwashukuru uongozi wa mkoa wa Kilimanjaro kwa mapokezi mazuri ambao wametupatia, lakini vilevile ni washukuru wadau wetu kuacha shughuli zao nasi katika hii semina ambayo tumewapatia ya kuwajengea uwezo kuhusu baraza la ushindani FCT. Baraza la ushindani ni chombo kilichoanzishwa chini ya sheria ya ushindani ambapo simi yake ni kusikiliza na kutakuwa mgogoro ya biashara na ushindani wa biashara njia ya rufaa. Nashukuru sana Baraza la Ushindani kwa kuja mkoani Kilimanjaro na kuwajengea uwezo wa jasiriamali na wadau mbalimbali wa, wa Baraza la Ushindani juu ya masuala mbalimbali yanayohusu ushindani, ambapo washiriki wameweza kujifunza juu ya majukumu na masuala mbalimbali yanayofanywa na Baraza la Ushindani, lakini pia wameweza kujifunza juu ya namna ambavyo wanaweza wakawasilisha malalamiko yao kupitia uh, kwa njia ya mtandao. Fair Competition Tribunal ni taasisi ambayo imejikita zaidi kwenye rufaa zote za malalamiko ya kibiashara, kesa kibiashara ambazo zinakuwa zimeamriwa na taasisi zingine, mfano taasisi ya EURA ee, taasisi ya Latra, taasisi ya FCC na taasisi zingine zote ambazo ni wadau au ni watu ambao wanafanya kazi ambazo zinatoa maamuzi ya kibiashara. Tulikuwa tukinapokwenda kwenye zile taasisi tuka zungumza hata kama hatujaridhika, unaondoka tu umenyong'onyea. Lakini sasa hivi kumbe una haki na uwezo, kupitia ofisini pale pako na simu ya mkononi ukakata rufaa na rufaa yako ikashughulikiwa, na wanasema hawachukui muda mrefu.